Asalamu As alaikum guys. Mwaona mwogo wangu huo na nyama yangu ya kuchemsha tu ya kitunguu, saumu na tangaizi. Mwogo wangu mashallah ulikolea nazi, ulikuwa mtamu laini, mashallah mashallah mwenye. Na pilipili yangu ya organic culture, hii pilipili ntamu sana. Mwogo angalia resipi yangu paka mwisho ya mwogo, ujifunze kupika mwogo wa nazi na nyama kavu Haya, mogo wangu ushaushambua, hapo unachemsha, unatia maji mogo wako kidogo, unachemka ndio upate kulainika vizuri. Haya, kama mnavoona hapo, ushachemka, maji yashakauka. Haya, nachukua nazi yangu ya organic culture. Ah, nazi yangu ya magi. Guys, hapo naika chumvi kwanza, unaweka unaeka mogo wako chumvi, unakoroga nazi yako ya coconut magi magi coconut, ile nyepesi, nimechukua kiasi changu cha warm water, nikatia vijiko vangu vitatu va nazi yangu ya magi coconut magi. Hapo naeka curry powder, hichi ni kiungo changu muhimu sana cha katika upishi mwogo wangu, pia natia curry powder mwogo wangu. Si mambo mengi, nimetia chumvi na curry powder, hapo na natia nazi yangu nyepesi, nimetumia ile ile nazi yangu ya coconut powder, coconut powder ya maji haya. Natia hapo, natia nazi yako, unahakikisha maji yako yanafinika mwogo wako. Mwogo wako yasifinike kabisa, yawe yaende balance na mwogo wako. Unafinika, unaacha mwogo wako unatokota. Kama hivyo mnavyoona, unatokota, unachukua kitungu maji unakatia kwa juu muhogo unakuwa na ile harufu ya kitunguu, aroma ya kitunguu kitungu, but si lazima. Ukipenda mwenyewe, mi napenda muhogo wangu kutia kitunguu hapo. Nimechukua kitunguu changu kimoja na kikatakata, nakieneza kwa muhogo wangu kila sehemu, nahakikisha imeingia kitunguu. Kama hapo mwaona maji yangu ya kwanza hayo yame yamepungua kabisa. Unaacha maji yako ya nazi ya kwanza yapungue kabisa. Yakishapungua, unachukua coconut poda yako unakoroga katika sufuria, unatia coconut poda yako nzito sasa, katika maji kiasi, unaitokosa. Halafu sasa unatia unanyunyiza katika mogo wako juu, kama hivyo navyofanya mimi, nanyunyiza juu. Sasa hili ni tui langu lile zito la coconut powder haya, unanyunyiza juu kila sehemu, na kuhakikisha mwogo kama hivi mnavyoona. Sasa mwogo wangu ushaiva, mwaona kama mnavyoona mlaini huu. Mwogo ulikuwa mlaini sana, mashallah. Ulikuwa mzuri, umeiva mpaka ndani, yaani umeiva tikitiki tiki yani, mashallah. Umeona guys kama mnavyoona Mashallah, alafu ukitaka kuinjoi mwogo usiwacha usi ukakauka, tui kabisa unaacha na na tuitui tui, ndo kidogo unapata ile kila mogo wako unapata na ile nazi Mashallah, mogo wetu kwa mza mtamu, tulinjoi na nyama kavu tu ya kuchemsha Mashallah, Mashallah, Mashallah mogo wao